Zawadi ile aliyopewa, zawadi ya kipekee katika ukumbi wa Karimjee kulikuwa na sherehe kubwa kabisa ya kumkaribisha mwana mapinduzi mjamaa, na mpenda maendeleo na rafiki na ndugu wa Tanzania Gamal Abdel Nasser. Gamal Abdel Nasser alipewa, eh, alipewa cheti cha uraia raia huru wa Dar es Salaam jiji la Dar es Salaam, na hapa alikuwa anajulikana kama ni mtu huru kutembea Dar es Salaam kama raia. Uh, baada ya kusoma azimio lililopitishwa na jiji na yaani, baraza la mji wa Dar es Salaam uh, ambalo lilisomwa na meya wa wakati ule mwaka elfu moja mia tisa na sitini na sita aliyekuwa anajulikana kama R O Kirundu na katika maelezo yake aliweza kusema eh, ninayo heshima leo kutunuku kwa niaba ya wananchi wa Dar es Salaam eh, na heshima hii kuwa nayo mimi kumtunuku eh, kiongozi mkubwa kabisa wa nchi ya Misri Gamal Abdel Nasser, heshima hii ya eh, cheti cha uraia wa Dar es Salaam, kwa niaba ya wananchi wa Dar es Salaam ninayo furaha kumkabidhi. Na hapo alimkabidhi kwa sherehe kubwa eh, nakala ya, ya cheti ambacho kina maelezo yaliyopitishwa katika baraza la mji wa Dar es Salaam. Na kwa upande wake Rais Gamal Abdel Nasser alitoa shukurani kubwa kwa mji wa Dar es Salaam na akausifu, akasema Dar es Salaam ni ngome ya ukombozi, ni mahala penye kitovu cha mapambano ya kutaka uhuru wa Afrika, ni kitovu katika Afrika Mashariki cha kuleta ukombozi na uhuru na kisha Afrika, eh, eh, itakuwa uhuru. Tuna matumaini makubwa kwa jitihada na mchango mkubwa wa Tanzania. Nimefurahi sana kupokea zawadi hii, asanteni sana eh, wa Tanzania. Kwa hivyo eh, pale kulikuwa na sherehe na vigeregere vilivyofanyika eh, katika bustani ya uwanja ule na uh, makofi vigelegele, kama kawaida. Karibu tena mfuatiliaji wangu mwema katika uh, channel hii ya Kaukab TV. Usisahau uh, kusubscribe na kulike pia vile vile kucomment kwa ajili ya mengine yaliyoficha katika vipindi vijavyo. Asante.